Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto ametowacha. <laughs> Mii sijaenda kwa Ruto, Ruto nimekuja kwangu. Mii nimesema, mimi nibaki msimamo yangu haijabadilika kitu. Muhimu zaidi mpaka zalivyo, mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya. Yote uliona mwaka ile ingine, sisi tulitoka yote tulikuwa kwa barabara, tukipigania Wakenya kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi. Tukasema mambo ya ukabila imezidi, tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO, wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na shetasheta. Baadaye mwaka jana, vijana wakajitokeza, Gen Z, wakaingia kwa barabara, wakapiga chafua sana tena, wakapiga na hao watu, wakatuma polisi kwenda kupiga watoto na kuua, watoto wengi waliuawa, hayote yakawa pale, wakaleta watu wa jeshi wakatetemeka baadaye. Sasa wakalazimishwa kuvunja serikali na kusema watashauriana na kuunda serikali mpya, lakini sisi tumesema maneno ambayo ziko suala nyeti zimebaki pale pale mpaka litatuliwe, lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu au jamaa wakiwa wameshikwa na baridi wamekuja upande yetu. Mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno makumi yote ni yale tumekuwa tunadai. Na wakasema watatimiza. Sasa tumesema tunapatia hao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe. Uchaguzi itakuja mwaka 2027, hapo wananchi wataamua wenyewe, lakini kutoka hapa mpaka pale atutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo matibabu yuko na shida, mambo ya SHA haifanyi kazi mpaka irekebishwe, sivyo. Mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana, hata ija, juma nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio. Haiwezi kurekebishwa kama unakaa kando, mpaka uingie tale wambie, fanya hii na hii na hii na weka watu yako hapa hapa na hapa, watu wafanye ikifika pale